Unanivutia sana uzungumzaji wako wa Kiswahili, lakini kabla hatujaenda kwenye maisha yako, mimi ningeweza kukuuliza, ulisoma Kiswahili au ulizaliwa nacho Kiswahili? sisi tumekaa mjini sana. Okay, okay. si watu wa mjini. Kwa hiyo watu wa mjini wanaongea Kiswahili sana <coughs> lugha ya Kijerumani ni ngumu kuandika, ni kugumu, lakini pia unajua, huyu mtoto akienda Tanzania huko au Kenya, watu wengi wanaongea Kiswahili tu. Mama wako Mtanzania, Mkenya, mnataka mtoto ajue Kiswahili. Tufuate. Neno la mwisho. Hebu unawaambiaje watu sasa Kimakonde kipo. Wow, labda. <laughs> <laughs> wewe ungependa kuwaambia nini? <laughs> Pambazuka On Air. Unatizama Pambazuka on Air. Safari inaendelea ni kukaribisha tena kwenye Pambazuka on air. Naitwa Muslim Alhamdani, pembeni yangu niko na dada yangu ambaye tunafanya kazi pamoja lakini pia ni mwanaharakati wa lugha ya Kiswahili. Unatizama Pambazuka on air. Em, tuambie kwanza jina lako uh, halisi. Mimi naitwa Birgit Maria Vogt. mm -hmm. Naishi hapa Kolon tangu 2007 muda kidogo. Aa, lakini je, mwanzo uliishi Koloni au uliishi... Nilifika, nilikuja kutoka Tanzania elfu mbili, nikaishi huko Munster kwa mm, bibi na babu dio, dio. Then ndio ndio, then nilivyomaliza form six mm -hmm, nikaenda nyumbani kidogo Tanzania. Nilivyorudi nikaanza nika chuo hapa Koloni. Uh, unanivutia sana uzungumzaji wako wa Kiswahili yeah. Lakini kabla hatujaenda kwenye maisha yako, mimi ningeweza kukuuliza Ulisoma Kiswahili au ulizaliwa nacho Kiswahili? Kiswahili. Mimi sijasoma Kiswahili. Mimi nimekulia na Kiswahili. Umekulia na Kiswahili? Nimekulia na Kiswahili. Okay. Mwanzoni nafikiri nilikuwa nime, nimefika Tanzania na miaka miwili kwa hiyo. Oh, wow. Okay. ya nilikuwa ndo labda naanza kuongea maneno mm. machache mm. Wazazi wakawa kazini, sisi mm. tukawa na mama mlezi. Na hii yes. ilikuwa mji gani Tanzania? Mi, mi, mi, wow. <laughs> <laughs> na ukiachana na, na, na, na, na, na, na okay, Kiswahili tu, kuna kuna lugha nyingine yote kutoka Tanzania unaongea? Kwa wanaongea Kimagingo no way out Kunaongea Kimagingo lakini tulihama baadaye tukahamia Lindi, wow. huko hmm. kuna Kimwera, ndiyo, kuna Kimaraba wanaongea mm, ndiyo, ndiyo. Kile ni accent ya pale mjini pale. Wow. Kuna ki, ki Kimakonde. mm -hmm. Lakini sasa hivi hata kama u, u, uongei hizo lugha, labda unasikia, lakini ah, kidogo sisi tumekaa mjini sana okay, sisi okay. watu wa mjini. Kwa hiyo watu wa mjini wanaongea Kiswahili sana. Kimakonde kipo mm -hmm. maneno machache mm -hmm. eh, labda wale wanawasalimiana ki, ki, nani, Kimagingo utawasikia kwa sababu mm -hmm. wale mama zetu walezi, mmoja ni Magingo, lakini Yeah, tumetokea mbali. <laughs> <laughs> Kwa kweli turudi kwenye, kwenye maisha halisi sasa ya, ya, ya koloni hapa ya Ujerumani. Um, wewe ni mmoja ya waanzilishi wa, wa Pambazuka, lakini ukiachana na hiyo pia umejikita sana kwenye kitengo cha wanawake na watoto. Um, na pia unafundisha Kiswahili kwa, kwa watoto. Um, unajisikiaje? Ah, kusema kweli tumeanzisha kitu kizuri sana mm -hmm. Tume, tulianza hii program ya tafuta familia ya program ya Kiswahili. Kwa hiyo kama mtu una familia unataka kujua utamaduni wa Kiswahili, lugha ya Kiswahili mm. Ndio, tufuate sisi. Ndio, ndio, ndio. Tumeshangaa tumepata watu wengi wow. Watu wengi sana. Kwenye darasa lako kuna watoto wangapi? Ah, nadhani kumi na mbili mpaka kumi na tano. Wow. Eh, wanakuja watoto wengi kuanzia miaka minne mitano huyo wa mwisho ana miaka kumi na tano. mm. na wengine wanaongea tayari kidogo Kiswahili. mm. wengine hata neno moja bado. wow. hata kutamka ile mambo, yaani inakuwa ngumu. wengine ni Wajerumani Waswahili, wengine Wajerumani tupu, tunachukua watoto wote. mm. unaona, tunajenga tuna kitu kizuri sana hapa. uh, labda um ungependa kuwaambia nini? Kwa sababu tulikuwa tumeongea tu, tu, tu, na, na mwalimu uh, kwenye kipindi kilichopita kuhusiana na maendeleo ya Kiswahili na kitu kingine, labda wewe ungependa kuwaambia nini uh, watu ambao bado wanasita ku, ku, kuleta watoto wao labda, yeah. kwenye darasa au kwenye madarasa ya Kiswahili ya Pambazuka yeah, kwa kweli tumeona kuna hii sherehe tunayoifanya mara moja kwa mwaka, familia nyingi sana zimekuja wengi wao tulikuwa tulikuwa hatu hatujawahi kuwaona ndiyo, hatujui wametokea wapi. Wamekuja watu zaidi ya mia tatu, wengi wao walikuwa familia wana watoto wanakuja pale, walikuwa wanataka sana kutujua sisi ni akina nani. Yani, msiogope, njoni, sisi tupo. mm -hmm. Ongeeni na sisi. mm -hmm. na hata kama unataka wewe mwanamke Mjerumani, mume wako Mtanzania, Mkenya, mnataka mtoto ajue Kiswahili, Tufuate, tunajua ni ngumu, ni ngumu kumfundisha mtoto Kiswahili kwenye mazingira ya Kijerumani, ni ngumu kwa sababu lugha ya Kijerumani ni ngumu kuandika, ni kugumu. Lakini pia unajua, huyu mtoto akienda Tanzania huko au Kenya, watu wengi wanaongea Kiswahili tu. Kwa hiyo tufuate. Sisi tupo, tutamfundisha mtoto basics, na mara nyingi huyu mtoto kama nyumbani kuna mtu mmoja anaongea Kiswahili, kumdaka huyo mtoto inakuwa rahisi, kwa sababu watoto wanasikia. Tunaongelea kuhusu, unajua, kuna silent bilinguals and speaking bilinguals. Kwa hiyo mtoto mara nyingi anakisikia, lakini anashindwa kukitamka, kuongea. Kwa hiyo kwa yule tayari Kiswahili kipo, kwa hiyo ni kuki, kukileta tu, kumfundisha yule mtoto anaongea. Kuna mtoto hapo namfundisha, unamfundisha sasa hivi ameanza mwenyewe na nini, inaitwa nini hiyo program? um, Duolingo. Duolingo. Ameanza nayo mtoto ana, ana, anania miaka yote, huyo mtoto namjua tangu ana miaka miwili alikuwa hana nia ya kujifunza Kiswahili, all of the sudden sasa hivi mtoto anajua. Mwakani sisi tunaenda tena Tanzania, walikuwa wanaenda kila mwaka Tanzania lakini haongei mm. Sasa hivi uwe mtoto kafungua Duolingo anaanza kuongea. Kwa hiyo watoto wapo, wana interest na Tanzania sana, yani wanataka kujua, mimi roots zangu ziko wapi, kwa hiyo nataka niongee na wale wenzangu. Hiyo ni safi sana. Um, kwenye kufundisha watoto au Pambazuko kwenye darasa la watoto ni ni challenge gani, au tunaweza kusema ni, ni mtihani gani ambayo mkubwa ambao wewe umeuona kwamba unahitaji kufanyiwa kazi mtihani uliowepo hapo, kwa sababu kuna watoto tayari wanaongea. Ndiyo. watoto wengine wanaongea, lakini wako kwenye hatua za kwanza, wengine hawaongei kabisa, hata kukisikia, wakisikia mm. kwa hiyo hapo nadhani tutaangalia ta, tania ya ku wengine tabidi hata tufanye tu madarasa ya kusoma vitabu, kwa sababu tayari wanaongea, kuwafundisha kuongea mm -hmm. au wengine inabidi tuanze from scratch, tunaanza kuwafundisha nilikuwa mm -hmm, na idea hata ya kufanya labda nani musical mm -hmm, ya Kiswahili na Kijerumani mm -hmm, kwa hiyo hapo mtoto anajifunza kuongea kupitia kuimba mm -hmm, lakini mwishoni mtoto anaongea yaani ni mi nisikupotezee mda sana, najua una mambo mengi. Uh, tulikuwa na mwalimu pia naye alikuwa na mambo mengi tum tumefurahi, tumekupata wewe Bigit tum asante, nashukuru sana kiukweli. Tunafurahi sana kuwepo na Bigit kwa sababu kazi zinazofanywa pale Pambazuka na Bigit akiwepo mmojawapo kati ya waanzilishi wa taasisi ya Pambazuka, kiukweli inafurahisha kwa mkoa wetu wa NRV hapa Ujerumani, Koloni. Um, neno la mwisho unawaambiaje watu sasa? Ah, karibuni sana, sisi tupo, tunataka kuwafundisha utamaduni wa East Africa na pia hata kijomani tupo. Kwa hiyo njoo na kila kitu ulichokuwa nacho, sisi tuko tayari. Tunasema asante sana, Bigi, tunakushukuru sana, lakini Salute. pia tunakushukuru wewe ambayo uko nyumbani <laughs> na uko sehemu yoyote pia unatutizama, tafadhali binya like au pia share video zetu na taarifa zetu kwa watu wengine ili uweze kusambaza upendo vile inavyotakiwa. Hii ni Pambazuka On Air. Mimi naitwa Muslim Alhamdan. Asante. Asante. Asante. <laughs> <laughs> Unatizama Pambazuka On Air.